Kitabu cha Waamuzi sura ya sita ukisoma ile sura ya sita na sura ya saba mstari wa kwanza ule na sura ya saba kaenda kusoma utaona ni habari moja ya mtu mmoja anaitwa Gideoni. Wana wa Israeli walifanya maovu mbele za macho ya Bwana na Mungu akaamua kuwapa uteka, wakateswa na kuhangaishwa na kunyanyaswa na Wamidiani. Ukisoma mstari wa kumi na moja utaona namna ambavyo Mungu alimtokea Gideon. Nasema malaika wa Bwana akaenda kaketi chini ya mwaroni uliokuwa katika ofra uliokuwa mali yake Yoashi Mwabiezeri na mwanawe Gideon alikuwa akipepeta ngano ndani ya shinikizo ili kuificha machoni pa wa Midian. Malaika wa Bwana akamtokea akamwambia, Bwana yu pamoja nawe, e shujaa Gideoni. Akamwambia, e Bwana wangu, ikiwa Bwana yu pamoja nasi, mbona mambo haya yote yametupata? Yako wapi matendo yake ya ajabu waliotuhadithia baba zetu wakisema, je, si Bwana letuleta huku kutoka Misri? Ila sasa ametutupa naye ametutia katika mikono ya Midiani. Bwana akamtazama akasema, enenda kwa uwezo wako huu ukawaokoe Israeli na mkono wa Midiani. Je, si mimi ninayekutuma? Akamwambia, e Bwana, nitawaokoa Israeli kwa jinsi gani? Tazama, jamaa zangu ndio walio maskini sana katika Manase, na mimi ndimi niliye mdogo katika nyumba ya baba yangu. Bwana akamwambia, hakika nitakuwa pamoja nawe, nawe utawapiga Wamidiani kama mtu mmoja. Ukisoma hii habari kuanzia ile mstari wa kwanza sura ya sita na sura ya saba ni habari ambayo inaongelea ukombozi ambao Mungu aliuleta kwa mkono wa Gideon kwenye taifa la Israeli wakati wako chini ya utumwa wa Wamidiani. Ukisoma ile mstari wa sita inasema, Israeli walitwezwa sana kwa sababu ya Wamidiani, nao wana wa Israeli wakamlilia Bwana. Ukiangalia mahali ambapo hali ilivyokuwa mbaya katikati ya taifa la Israeli, wako chini ya utumwa, wako chini ya maisha magumu. Gideon alikimbia kajificha kwenye pango anapepeta ngano na ndani yake palikuwa kuna ushujaa Mungu aliweka, na Gideoni hakujua ndani yake amepewa hali ya kuwakomboa wengine, na hakujua kwa familia yake ilikuwa chini ya utumwa, na hakujua taifa lake lilikuwa chini ya utumwa, na hakujua kwamba ukombozi wa nyakati hizo yeye ndio amebebeshwa. Na angalia Mungu hakwenda kumsemesha Gideoni mpaka kwanza walipomlilia, maanake walipomwomba Mungu, anasema Israeli wakamlilia Bwana kuanzia mstari wa saba ukisoma mpaka ule wa kumi Baada ya wao kumlilia Bwana, Mungu akatuma nabii akawaambia kwa nini wapo kwenye hali walizokuwa nazo, wakaendea kumlilia Bwana, ikabidi Mungu amtume malaika. Biblia nasema malaika wa Bwana, lakini alikuwa malaika wa Bwana alikuwa ni Yesu kwa katika Gano la Kale walikuwa hawana jina Yesu, kwa hawana namna ya kumuita, wanamuita malaika wa Bwana. Huyu ndiye aliyemtokea Yoshua kwenye ile kitabu cha Yoshua sura ya tano alitokea na panga kwa Yoshua wakati amevua macho yake anayotazama Yeriko namna ya kuchukua, akaona malaika mbele yake, malaika wa Bwana mwenye panga ulio wazi. Akamwambia, wewe uko upande wetu au upande wa dui? Akasema, siko kwako kwa, siko kwa dui, mimi ni amiri mama yake, mimi ni kiongozi mkuu, ni amiri jeshi mkuu wa jeshi la Bwana. Pale pale Yoshua akapomoka kifudifudi, akamsujudu Bwana. Hawezi kumwabudu malaika, malaika hazikubali kuabudiwa. Ndio maana kwenye kitabu cha Ufunuo wakati malaika amemtokea mtume Yohana anapojitambulisha kwake Yohana anaenama kumsujudia, maraika likataa, niabudu, mwabudu Mungu yake ya, mimi ni mtumwa kama wewe. Hapa Bibi inasema malaika wa Bwana. Ukisoma vizuri, utaona baadaye Yeshua anakuja kujua, sio malaika wa Bwana, ni Bwana mwenyewe. Na Bibi nasema ni Bwana mwenyewe, na nashu akasema ole wangu mimi, kwa kuwa macho yangu yamemwona Bwana. Mungu akamwambia usiogope, kwa maana hautakufa. Sababu kipindi cha gano la kale, ukimwona Bwana live unakufa. Mungu akamwambia usiogope kwa sababu hautakufa. Na alipogundua kwamba ni Yesu mwenyewe, akasema ole wangu mimi kwa maana macho yangu yamemwona Bwana. Mwanzo alidhani ni malaika na kana sema naye mpaka alipomletea sadaka ya nyama na mkate. Yesu akamwambia weka kwenye mwamba Akaweka fimbo, nchi ya fimbo yake moto kawaka kutoka kwenye mwamba. Akagundua kwamba hapa huyu ni, ni Mungu sio malaika. Akasema ole wangu kwa kuwa macho yangu yameona Bwana, na Mungu akamwambia usiogope, kwa maana hautakufa. Sasa sikiliza, Gideoni yuko kama watu wengi sana au wakristo wengi sana katika kizazi hiki ambavyo tulivyo. Gideon hakujua kwamba kuumbwa kwake kusudi la maisha yake ilikuwa ni kwa ajili ya ukombozi wa wana wa Israeli. Hakujua kwamba yeye ndo ameletwa kama mkombozi wa familia yake, kama mkombozi wa taifa lake. Kabla hujatazama Israeli kitaifa, itazame Israeli kifamilia, kwa sababu Israeli ina makabila kumi na mbili ambao ni watoto kumi na mbili wa Yakobo. Yakobo anatoka kwa mjomba wake Labani, anarudi kwao aliporudi kwa, kwenye Mwanzo sura thelathini na mbili ndipo anakutana na malaika, wanapigana mieleka, akisema ni bariki, nibariki bariki, nibariki. Akamwambia, unaitwa nani? Ninaitwa Yakobo. Akasema, kwanza leo utaitwa Yakobo, utaitwa Israeli koo. Yakobo akashika lile jina Israeli, akapewa jina na Mungu linaitwa Israeli, ndilo aliloingia nalo Misri ya utumwa amekaa kule miaka mia nne. Ukisoma Mwanzo sura arobaini na tisa wakati Yakobo anataka kufa Biblia inasemaje? Akaita watoto wake wote kumi na mbili wa kiume, Biblia inasema akambariki mmoja mmoja, kila mmoja kwa mbaraka wake. Baada ya kuwabariki wote, alipomeza kuwabariki, Biblia inasema na hayo ndiyo makabila kumi na mbili ya Israeli. Kwa ile baraka ambayo Yakobo aliachilia kwa watoto wake, ilikuwa ina nguvu ndani yake ya kuwageuza na kuwafanya kuwa makabila. Baraka sio vitu, baraka sio mali, baraka ni nguvu katika ulimwengu wa roho ambayo inaingia kwenye mifumo ya maisha ya binadamu uza mambo na kuyafanya kuwa vile ambavyo vinatakiwa kuwa. Ndio maana Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 28 Mungu alipomuumba mtu, Biblia inasema Mungu alimuumba mtu kwa sura yake na kwa mfano wake. Mungu akambariki, Mungu akamwambia zaeni, mkaongezeke, mkajaze nchi. Na maneno mengine pale akaachilia ni kwamba hajamsemesha mwanadamu, alimbariki kwanza, sababu unasemeshwa baada ya kubarikiwa, sababu baraka inaingia ndani na kuzalisha yale mambo ambayo yanacho kwenye maisha yako. Kwa mtu akikutamkia neno, kuna baraka ambayo inaingia ndani kuzalisha yale maneno kwa jinsi ya mwili ionekane. Kwa Mungu alipombariki mtu kwanza, alijua nikimbariki mtu make, nimeachilia nguvu katika limwengu wa roho iingie kwenye maisha ya kwake na kutengeneza mambo kwa jinsi ya mwili, ili kuitoa vile vilivyoko rohoni, kuvileta mwilini. Kwa akajua nikimbariki peke yake bila kuachilia maneno kwenye baraka hizo, nguvu itakosa kitu cha kufanyia. Lakini pia akajua nikimtamkia mtu maneno bila kuachilia nguvu pia kwenye maisha yake, maneno atakuwa yako hewani tu, hayana namna ya kuzalishwa. Ndio maana ilibidi aachilie nguvu kwanza kwa kumbariki, then aachilie na maneno. Biblia inasema akambariki, then akamwambia. Ndio maana sasa baraka sio vitu kwa makenini, Yakobo alipowabariki watoto wake, makenini aliachilia nguvu kwenye maisha yao ya kuwageuza na kuwafanya wawe vile ambavyo maneno amewatamkia kwao yawe. Ndio maana baada ya kuwabariki akawatamkia kila

Maneno ya kwake bibi nasemaje? Ana hayo ndio makabila kumi na mbili ya Israeli, kwa ile nguvu iliingia kwenye maisha yao mpaka kwenye DNA za kwao ikabadilisha necha, ikabadilisha asili yao, ikafanya kuwa makabila. Na yale makabila ndio yaliyokuja yakaingia nchi ya hadi Kanani na wale mpaka leo ni makabila kumi na mbili yale yale, ndio mana utakuta kabila la Manase, kabila la Yuda, waka ni watoto wa Yakobo kumi na mbili Kwa kabla haujatazama Israeli kitaifa, tazama Israeli kifamilia. Ki kwenye, kwenye familia yako unamjua Mungu na pengine unapigwa vita, pengine unazuiwa mpaka ibada Pengine Wa, wamefungwa na roho ya dini inayowafanya wapambane na wewe kikwelikweli, kukwambia kwamba umepotea njia, kukwambia kwamba umekosea njia, huko unakwenda ni, ni mahali pabaya. Gideoni alikuwa ni mmoja kati ya makabila kumi na mbili ya Israeli, na baba yake alikuwa ni kuhani wa dini nyingine. Walikuwa wanaabudu Mungu Baali na walikuwa wana ashera. Ashera ni, ni image ni visanamu fulani hivi ambavyo vimetengenezwa kwa jinsi ya mbao ambao vinakuwa vimewekwa, ni madhabahu nyingine za giza, na ilikuwa nyumbani kwao, nyumbani kwa kina Gideon, baba yake alikuwa ni kuhani wa ile madhabahu. Mungu akamwambia, cha kwanza, vunja madhabahu, chukua ng'ombe, mtoe sadaka hii. Ashera hii vunjavunja, ndio uwashe moto yenyewe kuni, ili nini? Ili kuivisha sadaka ya kwangu ili ili kuondoa hiki kitu na kutaka kitu kingine. Mungu alikuwa anamuandaa kwa ajili ya kuokomboa wana wa Israeli, sio kama taifa, kama familia, kwa sababu Israeli kabla ijawa taifa ilikuwa familia kwao. Usiitazame kitaifa, itazame kwanza kifamilia, kama watoto wa baba mmoja na watoto wa mama mmoja. Gideoni amewekewa ndani yake uwezo wa kuhakikisha familia nzima inatoka kwenye utumwa, amewekewa ndani yake uwezo, ila hakujua kama vile ambavyo Wakristo wengi hatujui. Mungu alipotuumba, tulipompokea, tukampa maisha yetu kama Bwana mkuzi wa maisha yetu, ndani yake aliingia yeye mwenyewe, aliingia ndani yetu, akatugeuza, tukafanyika kuwa nyumba yake, tukafanyika kuwa hekalu lake, akatufanyia mazingira ambayo Roho wake anaishi ndani yetu, nguvu zake zikaingia ndani yetu, uwezo wake ukaingia ndani yetu, akatuambia sisi ni nuru ya ulimwengu sisi ni taa mahali penye giza. Anasema sisi ni mji uliojengwa juu ya kilima usioweza kufichika. Sisi tuna nguvu za kwake, tuna uwezo wa kwake. Biblia inasema, ikiwa roho yule yule aliyomfufua Kristo toka kwa hofu ana kanda ndani yetu, ikiwa roho yule yule ambaye aliingia mpaka kuzimu akamtoa Yesu ana kanda ndani yetu, ikiwa roho yule yule ambaye alirudisha uhai wa Yesu ana kanda ndani yetu, ikiwa roho yule yule aliyeumba mbingu na nchi ana kanda ndani yetu, ikiwa roho yule yule yuleyule alieta ketu nye uwepo na kanda ndani yetu, ikiwa roho yule yule ana kanda ndani yetu, wewe sio mtu wa kawaida. Unaweza kudharaulika, lakini wewe sio mtu wa kawaida, Uesio kawaida. Uesio kawaida. Uesio kawaida. Uesio kawaida ukatukanwa mtu wa kawaida, waweza ukaonekana huna thamani ilewoso mtu wa kawaida. Biblia nasemaji mstari wa sita Israeli walitwezwa sana kwa sababu ya Wamidiani, nao wana wa Israeli wakamlilia Bwana. Sasa ukitazama kwenye koo zetu, kwenye familia zetu, wezekuta ni ukata uliopitiliza, umaskini uliopitiliza, pengine watu hawavuki kielimu, wamekwama mahali hawaendi hawapigi hatua, wana struggle kuliko kawaida. Kuna mambo yanatokea kuliko maelezo, hauna maelezo, hauna namna ya kuelezea. Lakini sikiliza, nikuambie, usipotazama kwamba mtu ambaye Mungu amekutanguliza mbele, ili wengine wakikuona wamwone Mungu kupitia wewe, ili na wenyewe wafuate njia kwako, sababu kama amekuweka kuwa taa ya ulimwengu, make kila mmoja akimbilie mahali penye nuru, akimbilie mahali penye giza. Kuna mtu mmoja alikuwa naitwa mzee Yese, ana watoto nane wakati Mungu anasema nimejipatia mfalme, akaambia nabii Samueli, chukua pembe yako mafuta, nenda kwenye nyumba ya mzee Yese, kuna mtu pale nimejipatia mfalme. Ameenda pale na mafuta yako yake. Daudi hakuwa anakubalika, hakuwa anadhaniwa kwamba anaweza kuwa mfalme. Mfalmee amedharaulika kwa jinsi kwamba haufai, ukimtazama Daudi, hana namna, hana sura, hana uonekano wa kufanyika kwa mfalme. Kwa hiyo kile kiti cha ufalme kwenye familia hakutegemewa, akaambia chukua ng'ombe, naenda polidu kachunge, amegezwa kwa mchunga ng'ombe, walikuwa kitazama watoto wengine. Mzee Yese anategemea kwamba hapa katikati ya watoto hao saba kuna mmoja tu kwa mfalme. Hata nabii Samuel mwenyewe alipofika kwa mzee Yese bila kusemaje, alipoletwa Eliab mtoto wake wa kwanza wa mzee Yese, Samuel akamwangalia akasema, hakika huyu ndiye mfalme ambaye Bwana amejichagulia, kwa sababu muonekano wake wa nje ulikuwa, ukimtazama bibi kusemaje, alikuwa ni ana shape ni mrefu ni mweupe ni kuna namna fulani kwa mwonekano wake anavutia kuwa mfalme anatoshea kuwa mfalme. Walimtazama Daudi wakatazama na kiti chake cha kifalme, wanaona hafiti, wanaona hatoshei, wanaona hana uwezo ni, then, wa kuongoza taifa, wakimtazama hafanani. Kuna mtu anaitwa Eliabu, kaka yake wa kwanza, anatosha kuwa mfalme, anafaa kuongoza taifa, mwili wake una sadifu, urefu wake una sadifu, pengine kuongea kwake kuna kwa kwa sadifu, huyu ndiye mfalme. Mungu akamwambia sitazami kama wanadamu wanavyotazama, mimi ni Mungu natazama kwanza amepitisha watoto wote saba, hakuna hata mmoja. Samuel kauliza watoto wote wameisha? Kaambia yupo mmoja. Yuko wapi? Anachunga kondoo. Samuel akaambia, hatuli hatukai mpaka amefika. Amefikishwa daudi na nguo zake za kichungaji, ametolea kuchunga kondoo, moja kwa moja ananuka samadi.